my guy. Okay. Okay, tksa Hello, Montes. Welcome. Hi, thank Thank you you. very much. Feel at home. Karibu Karibu sana. Karibu sana. Thank you. <laughs> Okay. How many times have you come to Tanzania? This is my second time. Okay. And I I I love it. I want I want to stay here. Okay. Yeah. So you are here for work or vacation? vacation. For work and vacation. Baba's yeah. gonna keep me busy. Yep. Okay kabisa amesema. Je, mna kitu gani kwa sister. Okay. Uh, kesho tutakuwa tunashow the voice club ambayo iko Tabata Kinyerezi, lakini baada ya hapo ana premiere video yake na kulaunch Tanzania ambao ewimbo inaitwa pina kolada, nimeshoot mimi Tanzania ni wimbo ambao unatangaza pia Tanzania kwa sababu tumeweka vivutio vingi vya Tanzania. Jumatatu, hmm. Uh, atakuwa na press conference na waandishi wa habari pia. Baada ya press conference atakuwa na media tour, lakini pia atafanya collaboration na wasanii lakini na uh, kukutana na maproducer. Okay. Yes. Ni kazi ngapi? So far mpaka sasa tuna kazi mbili ambazo ata, ataweza kuzirelease akiwa Tanzania lakini mm -hmm. pia uh, kazi nyingine zinakuja kwa sababu nafanya pia collab na wasanii wa Tanzania. Okay. Yeah. Uh, nataka uniambie mb, uh, mlikutana wapi na Montes na ikawa rahisi pengine kufanya kazi. Okay. Uh, mimi nimefanya na uh, watu wengi sana wa nje. Wengi sana. Unaona, lakini pia nimefanya kazi na wasanii kutoka Cameroon. So yeah, hey, Montes pia anatoka Cameroon. Anatokea uh, uh, ndio imekuwa ni rahisi pia kwa sababu Uh, profile yangu iko Kamerun, watu wanajua kazi ninazozifanya. Kwa hiyo imekuwa ni, ni rahisi na uzuri, yeye amekuwa ni best namba moja kwa Kamerun kwa miaka mingi, nasha pia kushinda matuzo mengi ikiwemo Afrima mwaka 2017. Kwa hiyo ni msanii ambaye anaiwakilisha Kamerun vizuri sana. Yes. Ah. Yeah. From Cameroon, right? Right, that's right. Let's talk about uh, Bongo Fleva music.

As many as I can. As many. many. Fina, Nandi, Banabas, Anybody who's open open for, for for work, work. I am open for work. Yeah. na Fina, Nandi ambao amewataja, bila shaka tunao kwenye hizo kazi ambazo wanasema una collab amekuja kwa ajili ya hiyo pia kufanya pia uh, tayari tuko kwenye mazungumzo nao, kwa hiyo tunakwenda kwenda uh, kufanya imebaki ma, tu makubaliano na kufanya kazi lakini ni mtu ambaye pia ameadmire kazi za hawa wasanii ambao amewataja. Okay. Yeah. Na anafuatilia kwa karibu.